Kama tunataka mageuzi katika nchi, hatuwezi kukaa kitako, tukafunga mikono, tukasema kwamba mageuzi yatakuja. tuta hawako huko watu kwenda mahakamani tu, kwenda kusikiliza kesi. Mmesikia? Ndio CCM hiyo, watu kwenda kusikiliza kesi, ndo wanalonijua dunia hii eh? leo jambo la kawaida , lakini limefanywa jinai. Na baada ya kutumia hizo njia za jinai na sharia za nchi yetu, mpaka imeiondolea heshima nchi yetu. Hakukuwa na sababu ya kumchukua mtu kwenda kumtesa, kwenda kumdhalilisha mwanamke. Nchi hii inaongozwa na mwanamke, mwanamke anavuliwa nguo, anadhalilishwa chini ya utawala wa rais mwanamke. Ni aibu, ni fedheha. kwa sababu sio sheria za nchi yetu, sio utaratibu, sio ustaarabu wa kilimwengu. Kwa hivyo, tunachosema, ndugu zangu, tunayo kazi ya kuleta mageuzi katika nchi na mageuzi ndiyo yatakayoitoa nchi hii ikasonga mbele. CCM wameishiwa, CCM hawana maono. Nchi leo, tuko kwenye katikati ya utajiri nchi hii. Leo tunalia tuna umaskini. Tunalia umaskini.